Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda ambaye ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia ameelezea mafanikio makubwa ya mradi wa mafunzo ya wa panya wanaotambua mabomu na vimelea vya kifua kikuu. Mradi huo unaondeshwa na Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kupitia mradi wa Popo. Akisoma makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026, bungeni huko jijini Dodoma, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda amesema hadi sasa panya wapatao mia moja wamefundishwa na kufuzu mafunzo na kupelekwa katika nchi mbalimbali kwa kazi maalum za uokozi na afya. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda amesema kati ya panya mia moja waliopatiwa mafunzo hayo, 13 wamepelekwa nchini Angola 11 wamepelekwa nchini Azerbaijan, 58 wamepelekwa nchini Kambodia na sita wamepelekwa nchini Ethiopia. Na panya hao hutumika kugundua mabomu yaliyotegwa ardhini katika nchi zinazoathiriwa na migogoro ya kivita pamoja na kugundua vimelea vya magonjwa ya kifua kikuu. Aidha, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda amesema panya wapata 12 wa kitanzania wamepelekwa nchini Marekani kama mabalozi wa maonyesho ya wanyama katika mashamba mbalimbali ya wanyama kwa maana ya zoo na huku akiwakilisha Tanzania ya kimataifa. Katika mafanikio hayo ni kwamba Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda ameelezea kwa furaha kuwa Panya wa Kitanzania aitwe Ronin amevunja rekodi ya dunia kwa kutambua mabomu 109 yaliyotegwa ardhini huko nchini Kambodia, na rekodi hiyo ilikuwa ikishikiliwa na panya mwingine wa Kitanzania aliyefahamika kwa jina la Magawa, aliyewahi kutambua mabomu 71 ardhini. Aidha, Mheshimiwa Profesa Adolfu Mkenda amesema utekelezaji wa mradi huo umeendelea kuijengea sifa kubwa Tanzania duniani na kuitangaza kimataifa kwa kuwa ni miongoni mwa nchi chache zinazofundisha wanyama kwa ajili ya kusaidia katika sekta ya usalama na afya. usahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare Mshindo TV.